Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Damas Ndumbaro ametoa rai kwa Watanzania wote kuwapuuza wanasiasa wanaowashawishi kutoshiriki katika Uchaguzi Mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka 2025. Ndumbaro ametoa rai hiyo leo katika uwanja wa Mashujaa manispaa ya Bukoba wakati wa uzinduzi wa Kampeni ya Msaada wa Kisheria ya Mama Samia mkoani Kagera. Amesema kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka bayana kuwa ni haki ya kila Mtanzania mwenye vigezo kushiriki katika uchaguzi. Moja kati ya msingi haki ya msingi ya kiraia na ya kisiasa ambayo sisi wanasiasa tunapenda kuisema sana ni haki ya ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara yake ya tano ibara ndogo ya kwanza imesema mtanzania mwenye miaka zaidi ya kumi na nane yani kumi na nane na kuendelea ana haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Ni haki ya binadamu hiyo, lakini haki hiyo, ibara ndogo ya pili imesema inaweza kuondoshwa kwa sababu zifuatazo. Moja, endapo wewe sio raia wa Tanzania, yani ni raia wa nchi nyingine. Sababu ya pili, endapo una ugonjwa wa akili au waswahili wanasema chizi. Sababu ya tatu endapo umetiwa hatiani kwa makosa fulani fulani ambayo ni makubwa sana sio haya madogo madogo. Sababu ya nne, endapo hauna kitambulisho, kitambulisho cha umri, kitambulisho cha uraia ama kitambulisho cha mpiga kura. Hizi ndizo sababu nne zinaweza kukufanya wewe ukose haki ya yako ya kushiriki katika masuala ya uchaguzi. Si maneno yangu mimi, ni maneno ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo hapa. Na ukisoma katika ibara ndogo ya pili, ibara ya tano, ibara ndogo ya pili, naomba niwasomee sentensi hii, inasema: mbali na sababu hizo, maanake hizi nne nilizozisema, hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura mbali ya hizi nne. Sasa nalisisitiza hili kwa sababu, katika siku za karibuni wamejitokeza watu wanaotaka kuwazuia raia wa Tanzania wasipate haki yao ya kushiriki katika uchaguzi. Nimewasikiliza kwa makini, sijaona yoyote akizisema hizi sababu nne sijaona yoyote akisema Watanzania msishiriki uchaguzi wa Oktoba kwa sababu nyinyi sio raia, msishiriki uchaguzi kwa sababu nyinyi sio machizi. Maanake akikwambia mtu usishiriki, wewe ni chizi. Anayesema tusishiriki uchaguzi maanake anakuambia wewe ni mwenda wazimu na kwa mujibu wa katiba huwezi kushiriki nini shughuli za uchaguzi, au anasema wewe ni mhalifu ambayo umetiwa hatia au hauna kitambulisho Sijasikia mtu akisema sababu hizo, na katiba inasema mbali na hizo hakuna sababu nyingine yoyote. Kwa hayo maneno kwamba Watanzania tusishiriki uchaguzi ni maneno ambayo yanatutaka tuvunje katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, hasa ibara ya tano, ibara ndogo ya pili. Sasa na kila kiongozi nchi hii ameapa kuheshimu katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, na kila mwananchi anapaswa kuheshimu katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wewe unayechochea wananchi wa, wakiuke katiba, umepata wapi mamlaka hayo na haki hiyo? Siyo haki inayotolewa kwa makundi, ni haki ya mtu mmoja mmoja kwenda kupiga kura. Niwahakikishie serikali yetu iko imara, iko imara kweli kweli. Uchaguzi wa Oktoba upo na wananchi tujipange. Wanaotaka kugombea wakagombee, wanaotaka kwenda kupiga kura wataenda kupiga kura, kwa sababu haya ni maelekezo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi ndiyo waziri mwenye dhamana ya katiba Ndiyo maana wizara yangu inaitwa wizara ya katiba na sheria. Mawaziri wengine wamepewa kazi nyingine, wapo ambao wamepewa kusimamia maji kama ndugu yangu Aweso, kilimo kama ndugu yangu Bashe, fedha kama Mwigulu, barabara kama Ulega. Lakini mimi kazi yangu ya kwanza ni kusimamia katiba na kazi yangu ya pili ni kusimamia sheria. Kwa hiyo niwaambie Watanzania, kwenye hili tusipotoshwe, sababu ni nne tu. Mnazikumbuka jamani, sababu ni ngapi? na katiba inasema hakuna sababu nyingine. Wakija tuwaambie kwa mjibu wa ibara ya tano ibara ndogo ya pili, sababu ni nne. Tuwambie wewe, tusiende kwa sababu gani? tusishiriki kwa sababu gani? Yaani unatuona sisi siyo raia? unatuona sisi wenda wazimu? unatuona sisi hatuna vitambulisho? unatuona sisi ni wahalifu ambao tumetiwa hatiani? nje hapo, katiba ni wazi, wasitake kutupotosha. Sasa tunapoongea haki za binadamu, kuna watu wanataka kupotosha kuhusiana na haki za binadamu. Haki za binadamu ni dhana pana sana, na kupitia mpango huu niruhusu niweleze kidogo. Haki za binadamu zipo zile za kiraia na kisiasa, ambazo sasa wanasiasa wengi na, na, na vyama vya siasa ndio wanapenda kuviongea hiyo. Lakini haki za binadamu zipo za kijamii na za kiuchumi. Unapofanya kazi, ni haki yako kufanya kazi na kupata ujira hiyo ni haki ya binadamu. Swala la kupata elimu ni haki za binadamu. Swala la kupata huduma za afya ni haki za binadamu. Swala la kupata usafiri mzuri ni haki za binadamu. Swala la kupata msaada wa kisheria huu tunaotoa hapa ni haki za binadamu. Kwa hiyo tukimwona Samia anajenga shule, anajenga hospitali, anajenga reli, anajenga barabara, anajenga airport, Anatekeleza haki za binadamu, na kwa kipimo hicho, Samia amefanya mengi sana, anastahili pongezi katika utekelezaji wa haki za binadamu. Tusiongee zile za kiraia na za kisiasa peke yake, hapana, tuongee na hizi nyingine. Kuna haki za makundi, haki za kimazingira, hizo ni haki za binadamu, kwa sababu ukichafua mazingira wewe haujiathiri wewe mwenyewe tu unaathiri na wote.